Asubuhi nimekuja nikapata wachumani wangu wameuawa, na famasi imebomolewa, wezi wameingia wakachukua vitu zenye zi zilikuwa hapo. Kwa kadri hatujaangalia ni nini na nini zimeenda, lakini electronics zote hazipatikani kwa duka alafu kuangalia na wamevunja mahali penye tunaweka pesa, wameiba karibu tv tatu zenye zi zilikuwa sat Uh, tumeachia sasa all the investigative, uh, agencies to do their work. Tumengoja DCI uh, from there at least we will take uh, the next step uh. Leo asubuhi tumeamkia asubuhi, tukapata tuna mwenzetu watchman mmoja amewawa katika hii soko uh, saa mbili ya asubuhi ndio tumepata hiyo ripoti, alafu tena usiku wa saa ine ya usiku tena tumekuwa na mama mmoja tena amewawa katika hii kichichi ya hii soko amekatakwata na ameua tena, amepelekwa katika mochari Webuye. Sasa hii soko ya misihu haina usalama. Wale maofisasi wenye wako katika hii soko tuliongea nao wafanye patrolu kuanzia saa tano ya usiku, mtu asipatikane katika hii soko, lakini kuanzia wakati tuliongea nao hakuna jambo yoyote ambayo imefanyikana Hawa maofisa wenye waka hapa tujue wanalinda linda watukani kwa sababu usalama hii soko haiko. Hata leo usiku atuchwu ni nani leo atakufa. Sasa tunaomba serikali iingilie kati na county commission ikuje angalie kati, kati ya hii soko ya Misikhu ni nini yenye iko katika hii soko ya Misikhu, eka muda tukilia kwa sababu ya uuaji wa kiholela holela katika hii soko ya Misikhu. Last month mtoto aliuawa hapa tukashukulika tukaita tuka maafisa wakakuja lakini hatujaona suluhisho yoyote. Wakati huu asubuhi ya leo, tumekuja katika kazi yetu tumepata soja mmoja ameuawa. Hatujui soko ya Misikhu tutaenda wapi na tutafanya nini. Hata wametutia uoga katika kazi yetu, hatujui tutaenda wapi na tutafanya nini katika hii soko ya Misikhu chenye, ninaomba maofisa muti, muingilie kati katika hii soko ya Misikhu kwa usalama na mutusaidie bure sisi soko ya misikhu tunafanya kazi ndio watoto wetu wasome, watoto wetu wakule, ndio tujimudu katika maisha. For the last month tumekuwa na tukio kama hili la mauaji katika hii sehemu yetu hii. Uh, matukio yamekuwa mabaya, kwa sababu ya walinzi wetu kama maaskari na wandani wao hawajakuwa wakishughulika vilivyo sisi twashindwa kwa nini? Kama county commissioner anaza anaezatuletea maskari hapa, kazi yao mzuri ni ya kuchukua tu mili ya watu wenye wamekufa, lakini kusaidia watu walio hai hawatusaidii. Mwanzo wale watu wenye wamekaa hapa kama maskari wamekaa muda huu mwingi sana within, within Webuye East na Bungoma County. Transfer zao zinaenda hapa, ikitoka hapa anaenda Matisi a anakaa karibu paka, anahusika tu na wale vijana wakora wanapatikana wanahusika na wale maaskari wetu hapa ndani. Wenye wafanye nini? Kitu cha pili tunaelekea mhula wa Disemba, wa watoto wetu wamefunga. Sisi tuwaomba kitu moja. County Commissioner, tubadilishie maskari mtuletee maskari, wasaidie wananchi hapa. Tutakuja tuta governor atusaidie taa, kwa sababu sehemu nyingi ya hii Misikhu sokoni iko na giza. Kama ni upande mmoja tunapata taa, upande mwingine huwezi pata. Tumeamkia asubuhi ya leo tumepata mwenzetu ameuawa, ambaye alikuwa analida duka la dawa. Na kwa upande wa security hapa Misikhu, security tumecharibu. Hasa kama mimi mmoja wao huwa tunatembea lakini unajua mwizi akija hawezi kuambia anakuja njia gani. Sasa kitu tu yenyewe saomba wananchi. Hii shida inapatikana kwa sababu ya kutokupatiana information. Nyinyi wananchi mnapata information lakini kusema mtu fulani anahusika na hii kitendo hamtaki kusema. Maafisa wa hapa wameshika wezi wengi hapa. Wanapofika kwa police station unapata mlalamishi anasema mimi sitaki huyu kijana aende kotini ama huyu mama aende kotini. Sasa wakati yeye anakataa kupeleka huyu E, mshtakiwa kotini. Serikali sisi hatuna nguvu ya kupeleka huyu kotini. Sasa kitu inaweza kuambia wananchi wa Misikhu, tafadhali lack of information, tena fanya hii mambo na kaa hivi. E, kwa upande mwingine kama biashara kuna basi hapa. Yetu naomba serikali wafuatilie his license, sinaenda paka saa ngapi? Kwa usikipata mtu usiku amelewa anasema anatoka ba. Na kulingana na sheria mtu akiwa kwa barabara amelewa, huwezi kumharakisha lakini tukipata license tupate time ambayo hiyo pa inausa, tunaweza control. Lakini kwa upande wa security hapa, wewe mwananchi na mimi, mimi security wa kwanza au utahitaji mimi nikuje nisimame kwa mlango yako nikujunge ili hali wewe unalala? Na, na we, sisi wananchi tukipatiana information, tukishika mtu aende kwa polisi, wache tukupali, aende kotini, sio tukwenda kangaroo court.